Hey, augarikwa haya ah, wanawake kushoto, yaani sio hivyo. Wanaume wakae wanaume tu, na wanawake wanawake tu. Dugu yangu, sio kumsogelea kwako, anakaa bali hivyo, ndio maisha. Naomba mwenyekiti wa sherehe aje tufungulie sherehe yetu. Karibu mwenyekiti wa sherehe. DJ, leta mwenyekiti ndani ya ukumbi. Haya, mlete sasa na wimbo wa kimwenyekiti. Mwenyekiti mwenyekiti, sasa twende DJ. Kumchosha mwenyekiti wangu, karibu mwenyekiti shamrashamra yetu. Asante MC, asante MC. Shere safi safi, shere safi safi, safi safi, safi safi. Wazazi wanachama wote kwa jumla, safi safi. Waheshimiwa mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Walesasfile. Tumsifu Yesu Kristo, ni amina. Ndugu zangu, awaa yote, napenda kumshukuru Mungu ya ya neo, Mungu mwenye rehema kuweza kutufikisha siku ya leo ambayo ni siku njema kwa ajili ya hafla ndogo ya watoto wetu wapendwa ambao kwa siku ya leo Mungu ame